Moja kwa moja ni kwamba Wakenya wametakiwa kuwa mabalozi wa amani na kuiga mafunzo ya Kristo kukuza umoja nchini bila kujali migawanyiko ya kisiasa inayoendelezwa na wanasiasa. Huu ndio ulikuwa ujumbe mkuu wa viongozi wa makanisa wakati wa ibada ya Jumapili ya Pasaka. Fauka ya hayo, wananchi wamehimizwa kuonyesha upendo kwa kusaidia wagonjwa wasiojiweza, wakiwemo maskini msimu huu wa Pasaka. Wakristo wakiadhimisha sherehe ya Pasaka, jiji la Nairobi halikuachwa nyuma, mambo yakiwa ni yale yale, ila kwa mtindo tofauti. Katika kanisa la Holy Family Maina Basilica jijini Nairobi, waumini walikongamana kuadhimisha siku hii muhimu katika kalenda ya Kikristo. waumini waliangazia zaidi maana ya pasaka kutoka kwa mafunzo ya Bibilia yanayoelezea bayana umuhimu wa msimu huu. Hii kitu imekuwa ya muhimu sana, tumesali siku arobaini tukitembea na, na Yesu mfufuka. E, ya maana yenye tumekuta ni tumefundishwa, kwa nini ilikuwa lazima afufuke, na siku ya leo kweli tumekubali kama amefufuka juu Tuna imani kama tutapata majibu kwa mashida mbalimbali tuko nazo. It's the beginning of a new thing because on Good Friday Jesus died and today he has resurrected and so that means it's the beginning of something new. siku ilikuwa neema kwetu na Kristo mfufuka, tunafikiria atatusaidia na tuna imani kubwa, ili pasaka ingine ikija hata wakongomani washerekee na furaha na amani. Akizungumza baada ya kuongoza ibada ya Jumapili ya Pasaka, Askofu Simon Kamomoe alisisitiza kwamba sharti kila mmoja ajitolee kuwa balozi wa amani bila kuchochewa na wanasiasa. We should also maintain peace in our country. That we we we we become all instruments of peace. All Kenyans we should avoid this um Alisisitiza Ali umuhimu wa amani, upendo na umoja, akiwahimiza viongozi kuyapa kipaumbele maslahi ya wananchi badala ya maslahi ya kibinafsi. Uh, for for for the the, the the the the, good of the, of the Kenyans. Let let Let us us us love each other, let us be peaceful, pray for our leadership in the country. pray for our our our clergy, so that they can guide us to be closer to Jesus. That's the message. And today is a greater day. Let, let, uh, the, uh, Jesus resurrect in our hearts. Tuwe na upendo kwa kila mmoja wakati huu wa Easter. Na ninaomba <inaudible> pia serikali yetu isitumie nguvu sana kama sisi wanarika e, watusikie kwa wito wetu ambao tunahitaji. Wakati huo huo, waumini katika kanisa la All Saints Cathedral walikita mahubiri yao kwenye ufufuo wa Yesu wakiutaja kama nguzo na muhimili mkubwa wa Ukristo na idhibati ya imani ya waumini uh. Jesus was raised from the dead. And that is power to our faith. It grants pillars to our faith to be sustained. Christine Matunda, Darubini Wikendi.